Ukiacha raia wa China hakuna raia yoyote duniani ana uwezo wa kuwa tajiri mkubwa duniani pasipo kupewa kibali na, na Wayahudi. Narudia tena, nielewe, ukiacha wa China, yani ukiweka pembeni raia wa Kichina, hayupo raia yoyote katika uso wa dunia hii anaweza kuwa tajiri mkubwa katika uso wa dunia hii pasipo kupewa kibali na Wayahudi au Waisraeli. Mtu ataweka alama a kuuliza kichwani, kwa nini? Utajiri ni soko, yaani ili uwe tajiri, tatizo sio kuwa na bidhaa hapana, kila mtu ana bidhaa duniani. Tatizo hiyo bidhaa utakwenda kuiuza wapi? Soko ndilo linakupa uhakika wa kuwa tajiri. Tampa mtu mfano mdogo. Ni ngumu sana tajiri wa Rwanda kuwa tajiri mkubwa katika Afrika Mashariki na Kati, lakini ni rahisi tajiri wa Tanzania kuwa tajiri mkubwa Afrika Mashariki na Kati. Kwa nini? Tajiri wa Rwanda anawahudumia wananchi wachache sana, tajiri wa Tanzania anawahudumia wananchi wengi manake mtaji wake utakuwa, atajitanua, ataingia mpaka Rwanda, Burundi, Congo and so forth. Mfano mzuri ni kama baresa alivyoingia kwenye media, baresa yuko Zambia, uko sijui Zimbabwe, yuko Kenya, yuko wapi, lakini baada ya kukubalika kwenye soko la Tanzania ndio akatanuka. Ni kitu gani nataka kukufundisha hapa? Wa Waisraeli walitawanyika dunia nzima, baada ya kutawanyika wakatengeneza kitu tunakiita integrated market, soko moja la dunia kubwa kabisa Alafu wakaweka makao makuu yao Marekani, sijui unanielewa. Ndio maana ukigombana na Wamarekani wanabatani moja kabisa ya kukua wewe kiuchumi. Kumbuka nimeanza kusema waweke wa China pembeni, China ni special case kabisa. Yaani China ukijitenga na China utakufa wewe, sio yeye kwanza. Kwa hiyo China ni special case. Kwa hiyo uelewe kabisa, tajiri mkubwa duniani yote unayemjua hawezi kuwasemea mbovu Wayahudi au Waisraeli. Mtu ataniambia tajiri mkubwa kama nani? Kama Baresa, kama moo yoyote yule unayemjua hawezi kwenda kinyume na Wayahudi, atakufa quick fast kwa sababu ni market wao, ndio wanao control soko. Alafu kuna kitu kingine, nimewahi kuambiwa nikakataa, lakini sasa ushahidi nimepewa. Vyombo vya habari vyote vikubwa, mtu ataniambia vyombo vya habari vikubwa ni kama kipi? BBC sijui CNN, MSBC sijui Deutsche Welle sijui Voice of America sijui Sky, vyombo vyote vikubwa vya habari duniani vinamilikiwa na Wayahudi wa Israeli. Kwa hiyo BBC haiko pale kwa ajili ya raia wa Uingereza. Voice of America haiko pale kwa ajili ya wananchi wa Marekani. Deutsche Welle haiwahudumii wa Jerumani. Mtu atanaambia una ushahidi gani? Twende taratibu, nitakupa ushahidi tu ushahidi, kwa Papa, kwa Iran, ikesi ya Iran kuna vitu vingi sana mtu anaweza ukajifunza, na vikawa ni ushahidi kwa masomo ambayo ninayofundishwa sasa hivi. maana mimi bado niko darasani ndugu zangu, mimi sijatoka darasani, bado mimi nasoma Nataka turudi nyuma tuangalie as mizozo ya hivi karibuni ya Marekani. Tusirudi nyuma sana, sijui vita ya Marekani na na Vietnam, achana na hiyo, tuangalie vita za hivi karibuni za Marekani, sababu kubwa ilikuwa nini? Tuje kwenye vita ya Marekani na Iraq. Wengi wa Marekani walidanganywa kwamba Saddam Hussein ana silaha za maangamizi. Hiyo ndiyo sentensi iliyozungushwa Marekani nzima, ili wa Marekani watoe kibali Saddam Hussein akatolewe madarakani na hizo silaha zionyeshwe. Silaha hazikupatikana. Sasa nataka umsikilize Benjamin Netanyahu akitoa sababu kwa nini Saddam Hussein ni hatari. and this is a tyrant who is feverishly trying to acquire nuclear weapons and today the United States must destroy the same regime because a nuclear armed Saddam will place the security of our entire world at risk is simply

the easier the next victory becomes. The first victory in Afghanistan makes the second victory in Iraq that much easier. The second victory in Iraq will make the third victory that much easier. Less than dismantling his regime will do. Kwa ambaye ajaelewa hapo, huyo ni Benjamin Netanyahu zamani hizo akiwashawishi sasa au chawa wake Marekani. Maana tusha kundua kumbe Marekani ni chawa wa Muisraeli. Mimi nilikuwa sijui, yaani Marekani ni kijakazi wa Israeli sasa akiwashawishi hao vijakazi wake kwamba Saddam Hussein anataka kumiliki nuclear, kitu ambacho kitakuwa ni hatari. Kwa hiyo tumeondoe Saddam, kama alivyotoa hizo the formula kwamba win, win, win, will amass, will make the easy the second victory. Nadhani umeelewa, yani pointi yangu ni kwamba kumbe sababu kubwa ya vita ya Iraq na Marekani ilikuwa ni Israel, anadai kwamba Saddam alikuwa na silaha za nuclear. Lakini nataka nikwambie ukweli, ukweli ni kwamba sio Saddam alikuwa na silaha za nyuklia. Hapana, Iraq ilikuwa inaelekea kuwa taifa linalojitegemea kiuchumi. Ndugu zangu, ukiwa unakula unashiba, hauombi msaada wowote ule, hata kama unafanya kazi kwa tajiri yoyote atakuhisi vibaya, sijui umenielewa. Yaani uhusiano wetu huku duniani, sisi binadamu kwa binadamu, ndivyo ulivyo kwa dunia Yani, kadri Iraq ilivyokuwa inakuwa kiuchumi inakuwa huru, wanakula wanashiba, hakuna magonjwa, wanajiimarisha kiuchumi na kijeshi, Israeli ndo alikuwa anaona ni hatari kwake. Kwa hiyo Wayahudi wakatengeneza hiyo scenario kwamba Saddam Hussein anamiliki silaha za nuclear. Kwa wazee kidogo ambao wanakumbuka hii vita ilivyoanza, kwa sababu sasa hivi watakuwa wazee, hata mimi mwenyewe nakumbuka, japokuwa kipindi hicho sio mzee sana, ni kijana mdogo. Vyombo vyote vya habari vikubwa duniani vilirani sentence kwamba Saddam Hussein anamiliki silaha za maangamizi. Sote tunakumbuka Weapon of mass destruction. Hivyo hayo ndio maneno Waingereza walilishwa na BBC, hayo ndio maneno wa Jerumani walilishwa na Deutsche Welle, hayo ndio maneno akina Voice of America, Fox, MSBC, CNBC waliwajaza raia wao huko Canada, Marekani kwamba Saddam ana silaha za maangamizi, kwa hiyo Waisraeli kwa sababu ana control masoko yote huko Marekani, Uingereza, wapi wachukue pesa waingie kwenye vita ya kumng'oa Saddam. Sijui unaelewa hii stori inavyokutengenezea kichwani mwako jinsi gani, Wayahudi wanavyoitawala dunia kwa sababu gharama ya pesa iliyotumika kumng'oa Saddam Hussein madarakani ilitoka Marekani na Uingereza udani, kwa, ilitoka Marekani na Ulaya ula, kwa, kwa ufupi tengeneza hiyo picha kwanza. Kwa hiyo kama ulilishwa matango pori kwamba vita ya Iraki na Marekani ilikuwa ni ya Iraki na Marekani Kuanzia leo futa, vita ya Iraki na Marekani ilikuwa ni ya wayahudi wa Israeli na Iraki. Kwa hiyo hiyo ibebe, wala usiwe na shaka nayo. Na Netanyahu ameshasisitiza kwamba ni lazima Saddam Hussein aondolewe madarakani kwa sababu anazisilaha za maangamizi. Sasa nataka umsikilize, wanamuita Deputy Prime Minister wa zamani, lakini wa Israeli. Huyu ni kiongozi wa Israeli wa zamani ambaye ni msaidizi wa waziri mkuu kwao, akiojua na Aljazira Kuhusiana na Israel kumiliki silaha za nuclear na majibu yake. Unajua, wa Israel wana kile kitu tunakiita nuclear weapon ambiguity, hawakubali, hawakatai kama wanamiliki. Naomba msikilize kwanza. How many nuclear weapons does Israel have? Because experts say it's anywhere between 80 and 400. So what? So, so what? Yeah, so what?

Israel has conducted a systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy? Okay. Memsikia, angalia alivyoonyesha dharau kwanza anavyoulizwa. Kumbuka, Israeli hakaguliwi na hizi idara za nyuklia kama wengine. Kuna IAEA, kuna hii sijui nani proliferation. Yani kuna idara nyingi zinazohusiana na masuala ya nuclear duniani ambazo kwa Iran zimekagua. Yani Iran amekubali ya njooni mkague shughuli zangu zinavyokwenda, lakini hizi agent hizi taasisi ambazo zinaitwa za kidunia, maana kitu kisha kuwa cha kidunia, maana yake kiranja mkuu ni nani? Ni Marekani. Marekani ni nani? Marekani ni chawa Muisraeli, sijui unanielewa. Ndugu zangu ni yani, ni sawasawa na mtoto wa mwalimu mkuu wa shule Afanye kosa kubwa sana shuleni sasa, inabidi aadhibiwe kama wanafunzi wengine na baba yake. Sijui nimeeleweka hapo, yani nashindwa kutengeneza mlinganyo ili watu tuipate hii picha ya hii dharau ambayo wa Israel wanaonyesha. Wao hawakaguliwi kwa kitu chochote kinachohusiana na nyuklia, lakini Iran amekaguliwa na idara zote za kidunia kuhusiana na nyuklia. Jamani, mimi nyuklia yangu ni kwa ajili ya nishati. Unataka kujua sababu za vita ya Israel na Iran? Wa Iran wamewekewa vikwazo vya kiuchumi kuanzia zamani sana sijui elfu moja mia tisa, lakini, they are ngapi? Wanakuwa lakini tu ndugu zangu, wa Israel, nimeanza kukuambia wa Israel wanamiliki masoko. Kwa hiyo Israeli akikuona unakuwa pasipo yeye kukuruhusu katika soko lake lazima hayo na wasiwasi, inakuaje huyu bwana anapata wapi chakula cha kuishi? alafu kingine ni nikusikilizisha hapa ni umsikilize Netanyahu. ishu sio nyuklia, issue ni kwamba wa Iran wanazalisha makombora mengi sana, na ni kwa usalama wao, kwa sababu wa Iran wameshatengenezewa njaa ambayo haiwa kuwaua, haikufanikiwa kuwaua, kwa sababu silaha namba moja ya Marekani kwa Marekani kwenye mabano Israel ni kukutia njaa. Sasa anapokutengenezea njaa alafu aufi inabidi akuingilie kijeshi. Israel alitengeneza njaa kwa Saddam Hussein, ikashindikana. Ika, Ika ikabidi Saddam Hussein yawawe na nani na Waisraeli. Israel, Israel alitengeneza njaa kwa Gaddafi Gadafi amewawa na Israel. Mbona Netanyahu ameshawahi kusema, na alikuwa anazungumzia ishu ya Iran kwamba lazima Irani iingiliwe kama kama Libya ilivyoingiliwa Libya. Omari Gadafi aliwawa na Israeli wa hayo. Ni maneno ya Netanyahu. Asira ya Netanyahu ni kwamba Wairani njaa wameshaizoea. Benjamin Netanyahu anasema makombora elfu ishirini ni sasa, na ni mawili, mabomu mawili ya nuklia. Maana yake nini? Shida sio kwamba Iran alikuwa anazalisha nuclear. Shida ni kwamba ni kiasi cha ballistic missile ambacho Iran alikuwa amesha kizalisha na ni kwa faida yake ambacho kilikuwa kinamtisha Israel. Kwa nini uwe na na wasiwasi na mimi kuzalisha silaha? Basi utakuwa na matatizo, yaani sasa unapita karibu na polisi alafu unajishtukia mwenyewe, polisi lazima you, you guy hauko sawa. Kwa nini unatuogopa sisi? Kwa nini Israel anakuwa anaogopa power ya kijeshi ya Iran? Tunataka jibu. Israel nataka aimiliki Mashariki ya Kati. Awe kiranja mkuu anayetoa oda. Nilikupa zile sababu kwenye video yangu iliyopita. Kwa nini Israel imeivamia Iran? Netanyahu alisema ama bwana, wanazalisha ballistic missile 3600 kwa kwa mwaka. Maanake kwa miaka mitatu wana ma, wana ballistic missile 10000 na kanchi yetu sisi ni kadogo. Nani aliyekuambia kwamba ballistic missile zote hizo zinazalishwa kwa ajili ya kinchi chako kidogo? Yaani swala kumuliza, mimi ningemuuliza Netanyahu, who told you that Iran is manufacturing is creating all those missiles for you? Eh? Yaani, kuna vitu vingine, ndugu zanguni, tua tunajiuliza maswali ambayo ni common sense question. Shida kubwa, yaani kuna shida kubwa ya Israel ni kutawala Mashariki ya Kati. Ameshafanikiwa kuwapumbaza Waarabu wote. Waarabu wote wamekuwa mazombi, wanaiogopa Israel. si Israel anaitumia Marekani. Sasa Iran alijifunza. Niliwapa na video zangu zote, nimewaambia Iran alijifunza kwa Syria, Iraq na Libya, ikabidi naye aanze kujitengenezea mazingira ambayo ni ya kiulinzi. sio kweli Iran alikuwa anatengeneza silaha za nyuklia kama Iran. Adui yake ni Israel, mchezo ni mdogo sana, huhitaji nyuklia kuivamia kanchi kadogo kama Israel, ambacho hakana ukubwa hata wa Kigoma. Ye mwenyewe Netanyahu anajua kabisa nyuklia hahitajiki, no. Ye mwenyewe ndio maana akasema wazi kwamba makombora elfu ishirini ni sasana na makombora mawili ya nyuklia. Kumbe unajua kwamba Iran hahitaji nyuklia kwa kukushambulia wewe, sasa kwa nini umshambulie wewe? Unataka jibu? Tatizo kubwa la Israeli, anataka aogopeke pale mashariki ya kati. Sasa kuna wengine wanajitambua, sio wajinga kama hao wengine wale. Watu wa imani, nataka niwaulize swali mimi. Nimezaliwa nimekuta Israeli iko vitani, mpaka sasa hivi naelekea kwenye uzee, Israeli iko vitani. Ndivyo Mungu alivyowabariki? Do you wanna tell me that this is God is blessing to Israeli the people they should be in war constantly? Yani kwamba, ndio hizi ndizo baraka ambazo Mungu aliwabariki wa Israeli, wao wanapigana maisha yao wa yote? Kweli jamani. Okay, historia ya Israeli hizo baraka alizonazo, ni zake si alimwibia mwenzake? Mimi ninachokiamini, sitaki ya matango pori tunayolishwa kwa kinagwaji mahuku, kwamba Israel ni taifa la Mungu. Kila taifa ni la Mungu, hata Tanzania ni ya taifa la Mungu. Hakunaga taifa la shetani. Lipi taifa la shetani? Kama Israel ni taifa la Mungu, lipi taifa la shetani? Ni, ni taifa lipi shetani aliliumba? Ali, ali Israel amebarikiwa kwa mataifa, lakini Israel hawezi kutengeneza mji mashariki ya kati mimi ningekuwa na Netanyahu ningemwambia Netanyahu, you are not blessed in west in, in the middle, east. You are blessed when you are out in the east. Sababu so, pesa kubwa ya Israel kwenye vita, anaiokota huko porini huko Marekani Ulaya, anaileta nyumbani, wanakuja kuwa kuharibu ndugu zake majirani zake. Hii vita imesha mshindwa, kwa hiyo inabidi akachukue pesa kwenye kituo chao kikuu cha pesa ambacho ni Marekani. Aje wampige Iran. Really? Nambea, ndo Marekani, Marekani ndo kweli, eh? M -m Mimi ninaambia Israel ndo Marekani na Marekani ndo Israel. Kweli eh? Mimi ninachokiona mpaka Yesu arudi Israel hazikuwa na amani kwa sababu nimezaliwa na sasa hivi nazeeka, naenda kufa. Israeli hana amani, anapigana tu. Mimi mimi ningekuwa ni Mwisraeli, ningeuliza huyu ni Mungu gani huyu ametubariki sisi tu, tunapigana kila siku, hatuna amani. Lazima ningeuliza hata mababu zangu, babu, tulimkoseaga nini huyu Mungu? Hizo ndio baraka gani ame, ame, alitupa sisi? Anayetafuta utajiri duniani au chunge mdomo wake na watu wanaoitwa wa Israel. Kumbuka, hakuna chombo kikubwa cha habari duniani kimelaani Israeli kuivamia Iran. Wao wanasema ni Israeli imefanya hivyo for self defense. Self defense ipi? Je, Iran alimshambulia Israel kabla? Mara zote Israel amekuwa ndo anaichokoza Iran, alafu ndio Iran inalipiza ina, ina. ndugu zangu tuijue dunia tuwe na amani. Haya matongoropori pori tunalolishwa na hawa maajenti wa, wa, wa Israel huko makanisani tu tunawauliza maswali. Unenda huko kwa kina Gwaji Masuku, kwa kina nani, kwa kuna mzee upako huko kwa kina huyo nani, huyu Buldoza mwacha mwambie mwacha na, au kina Buldoza, yani hao makanisani kimchongo mchongo hayo ukiwa unahubiriwa kwa kuhusiana Israeli taifa la Mungu, muulize hivi, hizo baraka ambazo Mungu aliwajalia wa Israeli ni kupigana tu maisha yao yote, yani wasio na amani. Lazima tuambizane kama baraka ni vita hizi, hizo baraka mimi sizitaki, no peace ro. Angalia Israeli ilivyoharibiwa sasa, alafu niambie eti hizo ndio baraka za Mungu kweli? Ndugu zangu, eh, kila siku makanisani tuliombea taifa la Mungu Israeli. Ah, we have to question eh? Unajua imani ni uchizi, unajua imani ni uchizi, imani ni ujinga kwa sababu imani ni kuamini ambacho utaikiona. Hata mimi namwamini Mungu japokuwa yeah, sijai kumuona lakini nimefanya testi zangu kwamba kweli Mungu yupo, na nimeanza kurekebisha baadhi ya matangopori niliyokuwa nalishwa huko kanisani. Moja ya tangopori ambalo siliamini, eti duniani tunatakiwa tusaidiane. Hakunaga kusaidiana duniani, kuna kugawana riziki ambayo Mungu tayari aliiumba. Elon Musk hawezi kunipa hela niambia amenisaidia. Hicho kitu hakipo. Yeye amepata wapi? Ameziumba hizo hela. Yaani hilo iz... Elon Musk anaomba riziki au amepora riziki? Hao watu wanaojifanya ni philanthropists wanasaidia jamii. Angalia hata mwisho wao wanakufa vifo vibaya kweli. Watu wanajifanya wanasaidia jamii, kwa sababu wewe umepata wapi? Wewe ni jambazi. Riziki tunagawana duniani. Siwezi kuja kwa kuajiriwa kwako unisainishe mkataba wa kunilipa laki tatu kwa mwezi, ndani ya miaka mitano unanilipa laki tatu kwa mwezi, lakini wewe utajiri wako unakuwa, afu unajiona una akili sana. Ehe, sio kwamba kila utajiri wako ukikuwa nami mshahara wangu ukue. Hapana ukuwe a. Nilichokisaini ndio hicho hicho, ndugu zanguni Duniani tumeumbwa tugawane riziki, ila kuna wachache wanataka kujivika umungu huku duniani. Jitahidi sana, Mungu akikubariki riziki, usivae ile roho ya kiumungu, vaa roho ya kugawana riziki, kwa sababu tunakufa, tunaziacha hizi riziki duniani. Tuelimike tusiwasomi.